Uh, nchi hii kuna kitu kinaitwa state capture. Dora imetekwa na kikundi cha watu na wameteka dora ili wateke rasilimali za nchi yetu kwa manufaa yao. Ndio maana rasilimali za nchi hii sasa zinagawanywa kwa Wachina na Waarabu na Wazungu kama vile hazina mwenyewe. Sasa sisi Chadema tumekataa. Ukisoma katiba yetu ibara ya ishirini na sita inasema kila mtu ana wajibu wa kuhakikisha waku anafata na ana abaidi kwa baidi, tutasemaje kwa Kiswahili, kutii katiba ya nchi. Lakini ibara ya ishirini na saba pia inasema sehemu ya pili, kwamba ni wajibu wa kila Mtanzania kuhakikisha analinda rasilimali za nchi na mali za nchi yetu. Kwa hiyo nataka nitoe position ya chama kwa sababu tuna vyombo vya habari na vitapeleka msimamo wetu wa kulinda rasilimali za nchi yetu na kuzipigania kwa tone la mwisho la damu yetu. Uko pale pale na hatutarudi. <laughs> Tunaishi kwenye nchi yenye rasilimali nyingi, lakini watu wake ni maskini kwa sababu ya viongozi ambao wamejigeuza kuwa miungu watu, viongozi ambao wanafanya ujambazi kwa kulindwa na vyombo vyetu vya dola na hata wale wanaokemea wasifanye ujambazi huo wanashughulikiwa na vyombo vya dola. Wamemkamata Lissu wanamfungulia kesi ya uhaini. tarehe ishirini na tano mwezi wa tarehe ishirini mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mimi nilikuwa miongoni mwa watu tulioteuliwa kwenda Ikuru na chama chetu kwenye kikao cha maridhiano na rais Samia alituahidi kwamba cha kwanza, mambo yaliyofanywa na mtangulizi wake ikiwemo kuharibu uchaguzi wa mwaka 2019 na 2020, utekwaji wa watu, kudhurumu mali za watu, kuonea watu, hayatajirudia kwenye utawala wake. Hiyo ni kauli yake, mimi nikiwepo, kiwepo Ikulu, na akarudia kwenye vikao ambavyo tulifanya vya maridhiano, Kinana akimwakilisha na na tuna nyaraka ambazo hayo mambo yaliandikwa na yakasainiwa. Lakini chini ya utawala wake wametekwa maelfu ya watu mamia ya watu, akiwemo mjumbe wa CCM wa mkutano mkuu, anatoka kule Talima, anaitwa Daniel Chonchole ametekwa. Leo ni siku ya 25 tano. Kila siku wanatekwa watu katika nchi hii, wanapotea, familia zinabaki zinanung'unika. Hebu jiulize wewe, mtu unayemfahamu mtu mzima leo apotee, hujui kama amekufa, hujui uomboleze, hujui ufanye nini. Hebu fikiria mtu huyu anavyotesa familia hiyo kwa kiwango hicho. Fikiria mtoto wako, fikiria ndugu yako, usi, usi, yani chora picha wewe kwamba unaenda nyumbani, baba yako hayupo, hujui yuko wapi, hujui kama amekufa, hujui kama ni mzima, hujui chochote. Familia inabaki kwenye maombolezo kila siku, miaka baada ya miaka kwa jinsi Mungu alivyotuumba mtu wetu akifa, tukimzika, tunakuwa na amani. Tunajua ndugu yetu yuko pale na tunakuwa tunamwangalia. <laughs> Lakini mtu amepotea mtu mzima. Sasa, chini ya utawala wa Rais Samia, watu wanatekwa, watu wanapotea. Lisu amekamatwa, Aceli kabla ya Lisu. Rais Samia aliatempti kumpa mwenyekiti wetu wa wakati ule Freeman Mbowe kesi ya ugaidi ya uongo. Hukumu ya kesi ya ugaidi ni kunyongwa mpaka kufa. Una binadamu mwenzako ambaye hujamuumba wewe. Unajua kutoka moyoni kwamba hana kosa. Unampa kesi ya ugaidi ya uongo ili umnyonge mpaka afe. Kwa sababu ya madaraka, kwa sababu ya vyama vingi ambavyo nyewe wenyewe mlivyanzisha ili tushindane. Sisi hatuko hapa kwa ajili ya kumsifia rais Samia, tuko hapa kushindana naye, tushinde dola, tuweke sera zetu. Kwa sababu yeye yuko kwenye madaraka, anatumia vyombo vya dola kutufungulia kesi ya uongo, ili tukihukumiwa tunyongwe mpaka kufa. Leo mwenyekiti wetu mwingine chini ya kipindi cha miaka mitatu ya Rais Samia amefunguliwa kesi ya uhaini treason. Hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Rais Samia anataka Lisu anyongwe mpaka afe, mtu ambaye alipigwa risasi 16 Mungu akamsimamisha. <laughs> Leo anamfungulia kesi ya uongo ukisoma charge sheet ni charge sheet ya kijinga, ni bogus charge sheet. Wanataka Lissu wamhukumu, wamuue. Hawa watu tutasemaje? Sio watu walio attempt kumpiga risasi kumi na sita wakati ule? Tutasemaje kama leo wanataka wamhukumu, wamuue? Sasa nataka niseme mbele yenu, mimi ambaye nimebaki nasimamia chama hiki, sitarudi nyuma. Tunasonga mbele kama, kama walifikiri kwamba wakimkamata Lissu tutakwenda kuomboleza Lissu. Atakaa ndani sisi wengine tutasonga mbele. Wakinikamata mimi wengine mtakaobaki nje msonge mbele, wakitupiga risasi watakaobaki nje wasonge mbele, na hawataweza kuiua Chadema na kuanzia sasa mambo barua zao za hovyohovyo ambazo hazina msingi za kiuonevu hatutazijibu. Wakitaka waifute Chadema kama wana nguvu hizo. Tunaelewana vizuri. ANC ilifutwa kabisa na makaburu wa Afrika Kusini kwa miaka ishirini na saba, ulikuwa hauruhusiwi kutamka neno ANC, lakini ANC haikufa kwenye mioyo ya watu wa Afrika Kusini. Chadema haitakufa kwa sababu msajili anaifuta, au si anapiga mtu risasi, au anamweka mtu ndani. Chadema ni imani ya wananchi, kwamba ni alama ya ukombozi, ni alama ya maisha bora. Sio swala la Lissu, sio swala la Heche, wala sio swala la mtu mwingine yoyote, ni swala la imani ya wananchi, kwamba hiki ndio chama kitakachowapa ukombozi wa kweli, tunaelewana ndugu zangu. Kwa hiyo tunasonga mbele. Wamemkamata mwenyekiti mwenye wetu, kesi ya uhaini ya uongo kwa sababu amesema madini ya nchi hii yanachukuliwa yanakabidhiwa kwa wageni. Tulikuwa eh, mkoa wa Ruvuma, tunakutana na maelfu ya marori yanasomba makaa ya makaya mawe. Tutazungumza kwenye mkutano wa hadhara. Watoto wetu wanabaki maskini. Makaa ya mawe ni utajiri ambao Mungu ameweka hapa, ili tukianza kuchimba chuma tuwe na uwezo wa kukiyeyusha, kwa sababu umeme unaoweza kuyeyusha makaa ya mawe kwa gharama ya chini ni, ni umeme wa makaa ya mawe. Sisi tuna chuma hapo Ludewa. Unapochukua makaa ya mawe unagawa kwa China, wanaenda kujenga uchumi wao. Siku ukitaka kuyeyusha chuma chako utaenda tena kununua kutoka nje urudishe ndani. Kuna akili hapo ndugu zangu, kuna akili hapo. Tunapoyasema haya, wanataka kutufungulia kesi ya uhaini. Lissu amesema tuasi dhidi ya mifumo miovu, mifumo kandamizi. Hii sio kauli ya Lissu, ni kauli ya Mwalimu Nyerere. Alisema nchi hii inahitaji vijana jeuri watakao asi Dhidi ya mifumo kandamizi, na sisi tuko tayari kuasi, dhidi ya mifumo kandamizi. Hatuko tayari kwenda kwenye uchaguzi ambao tunajua mshindi tayari, na wameshaanza bungeni. Mnasikia wanasema Rais Samia amteue Majaliwa kuwa waziri mkuu, wabunge wa CCM wanasema hivi, alafu kuna mwanachadema anasema twende kwenye uchaguzi wa aina hiyo ambao tayari wao sisi, wanasema rais yupo na tayari, wanataka wateue waziri mkuu tayari. Wanasema Nchimbi ni makamu wa rais, anapewa protokol za kimakamu wa rais, analindwa na vyombo vya dola, na nyie mnataka twende kuraba stampu uchaguzi wa aina hiyo, twende kuupa uharari uchaguzi huo? Rais Samia leo anaona mtu anayeweza kushindana naye kama tukiamua labda kwenda kwenye uchaguzi ni Lissu anampa kesi ya uhaini. nataka tushiriki mambo hayo, nataka tushiriki mambo hayo. Tumesema no reforms na hatuwezi kurudi juu. Ndio msimamo wa chama chetu, no reforms no election. Ndio msimamo wa mkutano mkuu wa chama ndio msimamo wa baraza kuu la chama ndio msimamo wa kamati kuu ya chama ndio msimamo wa viongozi mliowaweka mkawapa amri na watasimamia amri ya mkutano mkuu sio amri ya mtu mwingine yoyote kutoka nje. Sasa tulikuwa Ruvuma, RPC ananiambia mkitaka kuzungumza hapa msizungumze no reform. Nikamwambia, kama unataka kuwa sehemu ya maamuzi ya nini kisemwe kwenye chama chetu, njoo uwe mjumbe wa mkutano mkuu na utakuwa na sehemu ya kuamua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 kwa sababu amesema uchaguzi unaibiwa. Nani ajui uchaguzi wa nchi unaibiwa? Leo wanatuambia sisi tukasaini maadili, kwamba tusipo saini maadili tutaondolewa kwenye uchaguzi. Hii Tume ya Taifa ya Uchaguzi ina maadili, alafu inataka tukasaini maadili ambayo yenyewe haina hayo maadili. Hawa wanaoiba uchaguzi ni maadili ya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 na, na riski maisha yangu, si bora niende kwenye CCM ambako nitakuwa sehemu ya uongo halafu sina riski yoyote ya maisha? Na nielewa vizuri, hatutakuwa tayari kusimamia uongo. Jambo la mwisho, katika hotuba ya ufunguzi kuna karatasi za madai, petition. Tunahitaji kila mwanachadema anayepinga, na Mtanzania, na maaskofu mko hapa, nendeni nazo kwenye makanisa yenu, wanaopinga wizi wa uchaguzi wasaini kwenye karatasi za petition, hizi hapa vita hii bado mbichi sana. Wasijidangani, hakuna uchaguzi bila mabadiliko, hauko na, na, na bahati mbaya wamemgusa Lissu. Rais Samia, kikimpata chochote Lissu kwenye mikono yako gerezani, utaijibu Tanzania na utaijibu dunia. Miongoni mwa mambo tunayotaka kubadilisha ni kuwa na mahakama huru ambazo zinaweza kufanya maamuzi kwa wakati. Rais Samia aliunda tume ya haki jinai na ikampelekea mapendekezo. Miongoni mwa mapendekezo ni kwamba mtu asikamatwe kabla ya upelelezi ujakamilika na ushahidi kuwepo. Leo wanamuweka mwenyekiti wetu kwa siku zaidi ya kumi na nne wanasema wana ushahidi asilimia sitini. Kwa nini, wakati tume ulioiunda ikatumia pesa za walipa kodi ili kuambia kwamba msikamate mtu kabla amna ushahidi, ili umkimfikisha mahakamani, kesho yake asomewe shtaka lake, aanze kujibu mashtaka yake. Kama wanataka wamshikilie risu mpaka uchaguzi uishe kwa kutumia hizi mahakama, sisi si kelele, haitanyamaza dunia imezungumza na dunia itazungumza. Wakili wake wa kimataifa Robert Amsterdam amezungumza. Kuanzia Jumatatu Umoja wa Ulaya, Bunge la Umoja wa Ulaya yataingia, Umoja wa Mataifa yataingia, kila sehemu, kila sehemu, tutawasa tutawafanya mwonekane kwa sura mlionayo. Hamwezi kujifanya saint wakati nyinyi ni mashetani, tutawa tutawaanika kwa vile mlivyo. Kwa hiyo Bwana Masada, mkoa wako tunahitaji fomu hizi zaidi ya saini milioni kumi na tano tutazipeleka umoja wa Mataifa. Sio kazi ngumu hii, pigeni fotokopi, sainini hizi karatasi. Na sasa wameanza kuziwinda kwamba wataenda kwenye si ofisi zetu, wanavamia watu wa wanyang'anyi, zisainini. Tunahitaji hizo signature kabla ya mwezi wa tano huu kuisha. Watanzania wakimfanye hii kazi kwa bidii kubwa, kila kata itoke na hizi fomu zirudi zije makao makuu tuzipeleke Umoja wa Mataifa kwamba kuna Watanzania milioni kumi na tano hawataki uchaguzi wa wizi. Na mwisho kabisa, nyumba isiyo na nidhamu haiwezi kufanya mapambano magumu tuliyonayo nayo mbele yetu. Tuna mapambano ambayo tukicheza tutauawa wote, na tukiruhusu miongoni mwetu watu wasiokuwa na nidhamu wasiokuwa waadilifu, wasiokuwa wa kweli, watakuwa sehemu ya kutuumiza. Tutasimamia nidhamu bila kumwonea mtu wala bila kumwogopa mtu, ndio hulka yetu. Tutataka watu ambao wanajua kweli wanawiwa kupigania maisha ya watoto wao, wasije kuishi maisha mabaya kama wao walioishi. Hebu fikiria hivi nyewe, watu wakiera hapa mnaziwa nyasa wakulima wenu wanachohitaji ni maji yatoke ziwani yawafikie kwenye mashamba mpunga ni siku tisini msingekuwa mnasubiri mvua ya Mungu mlime ungekuwa unavuna unapanda siku tisini umevuna umepanda siku tisini umevuna ile faida unayoipata kwa msimu mara moja kwa mwaka ungeipata mara nne kwa mwaka kama tungekuwa na serikali inayojitambua <laughs> tusingekuwa hapa tulipo si tunaagiza mchele kutoka Pakistan. Lakini kokote ukienda dunia hii wanakuambia nahitaji mchele wa Kiera. Leo Kiera ingekuwa ni nchi ambayo inauza mchele duniani kuliko sehemu nyingine yoyote. Hatuna uongozi wa kuwabadilishia maisha. Hiki chama kitawabadilishia ni maisha. Tunahitaji kukilinda, tunahitaji kukipigania. Najua miongoni mwenu kuna watu wengi wanapigania hiki chama kama sisi wengine tunavyojitolea, tunalala barabarani tunaendesha magari yetu binafsi, tunatumia mafuta yetu, tunaombaomba ili tuwafikie, na nyiye mnajipanga, mnajipigania, mna kodi kumbi, mna kodi vyombo. Tuwe na nidhamu katika kupigania chama hiki. Nataka kwenye kikao cha leo tusilete mambo ya ushabiki, tuzungumze mambo ya ukweli na tulenge katika kutibu chama chetu. Nimeenda kwenye kikao kilichokuwepo Njombe, ni watu wanaotumiwa na mifumo ya dola kuleta chuki ndani ya chama chetu. Chadema ilikuwa familia moja, your problem your pain is my pain, ndio iliyokuwa Chadema aliyoijenga Dr Slaa, ambapo mtu akikamatwa Tarime, Kyela wanalia. Leo mtu kwenye chama hiki anaweza kuigiza kwamba ameumizwa ili atengeneze mazingira ya ku anapita kwenye sehemu ambayo sisi angeweza kumdhuru ili waue chama hiki na wafunge viongozi kwa uongo. Tumefikia chuki ya kiwango hicho, na anajua kabisa hajaguswa.